Wakazi wa kijiji cha Kidetestesheni wilaya Kilosa mkoani Morogoro wameomba wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA mkoa wa Morogoro kuharakisha uchimbaji wa kisima cha maji safi, agizo la waziri mkuu, kufuatia kuwepo kwa tetesi kuwa mradi huo unahamishiwa kijiji kingine, huku kijiji hicho kikisalia na changamoto ya ukosefu wa maji safi na salama. Wakizungumza kijijini hapo kwenye mkutano wa hadhara kujadili sintofahamu hiyo, wanasema kwa sasa wanalazimika kutumia maji ya mtoni kwa matumizi ya kila siku, hali inayohatarisha afya zao. Hii ni Rindimo Media na mimi ni Farida Mangobe. Maji yetu mabangu haya. Maji hasa zaidi mlima ndio unaotuumiza mwanangu. Mimi ninavyokuambia miguu kila nikienda hospitali na mama miguu, miguu naambia maji mlima mzima mkubwa. Siku moja nimedondoka dumu kwa hali imenifasikia mguu nikaumia nikapeleka hospitali. Kwa hiyo tunaumia ule mlima unaotuumiza kama sasa hivi nani ngema zilivyo nani. Ile bonde pale tulipokuwa tunateremkia sasa hivi imekuwa ngema ndefu hatujui tunaanza kutokea. Kwa hiyo uanzie hapa uzunguke tena mpaka kule kwa Waturuki ndio utoke na dumu la maji. Kwa hiyo hiyo ndo adha kubwa maji haya tadeasiaja siku nyingine unaweza kafuuaamaieada. Jamani, tumechoka mtoni, tunapoteka sisi maji, urefu wa ngema ni sawa na nguzo za umeme. Kwa hiyo mwandisi wa maji wa wilaya tulimuuliza maswali baada ya kijiji kupigisha debe kwenda ng'ambo, kwamba ugumu huko wapi? Kupitisha gari, mbona wananchi tuko tayari kulisaidia gari, na vyombo vilivyopo hapa vinaweza vikasukuma gari likikwama. Lakini kulikuwa mazingira, ukomaji wa gari haupo, na kweli tulisaidia kushusha viroba mpaka wale watu wa kampuni wakasema mtaumia, tukasema tunafanya kwa mapenzi mazuri ili gari lionekane kwamba lipite. Onesha gari, anasema gari liko Kilosa. kwa nini gari halipo hapa? Hakuna majibu. Tukazozana kwa muda mrefu hatukupata majibu. Lakini jibu la mwisho lilikuwa kisima kichimbwe Kidete. Mheshimiwa Diwani yupo anatupiga siasa tukamwambia tutaki siasa. Tunataka kisima cha maji kichimbwe Kidete na maeneo waliopendekeza halmashauri ya kijiji ndio maeneo rafiki. Afena tukitaka tuijue historia ya Kidete. Kidete palikuwa na visima pote hapa. Akati bwawa lile lipo linalozungumziwa na ugeni uliotoka. Tunataka tumuunganishie Diwani anayetuuza mechi. Wao wakati ilipo maji Kidete yalikuwa hayana chumvi. Hapa water level ilipanda juu, inasaidia msukumo wa maji kuyasafisha kama yana chumvi. Sasa leo hofu nini? Kisima kikichimbwa wao, si linatengenezwa kule, linazibwa kwa, maji yote yatakuwa safi, hata hivi visima tunavyovitumia. Ukiwapa maelezo hayo wao, wanarufagiza, inaonekana kama mazingira ya kuhamisha kisima. Tulichomwambia sisi hatuko tayari kisima kihame. Kisima kiliplaniwa Kidete na ni lazima kichimbwe Kidete habari ya milioni sitini sijui baraza wa fulani limekaa, hiyo mnajua nyinyi. Labda hicho ni kisima cha pili, tutapokea sisi kwa sababu sisi ni wahitaji, lakini kisima chetu namba moja na kitati bado tuko pale pale. Kwa hiyo mimi nikutoe hofu, mtendaji, mimi najua unasumbuliwa sana, mamangu, wewe unasumbuliwa, ila usemi kwa kulinda mazingira ya kazi. Kidete unaona laiki imekaa kwa ajili ya kisima chao, kisima walichoahidiwa wa ni haki yao kuchimbwa Kidete na watu wa Kidete hawachaguliwi maeneo ya kuchimba kisima, wanachagua wao wao. Unaweza ukapendekeza kisima kikakae wapi? watu wa hivyo mtu anapendekeza kisima kiende Mwasa, wakati wanafunzi wakata nzima ya sekondari iko Kidete, watoto wao wanayesema wakachimbe Mwasa maji wakachimbe, wamekunywa maji mazuri, maji ya Kidete na like hii tangu tutoke kwenye mzozo huo, diwani haji. Hata hivyo, vikao vya kata sielewi vinaongozwaga na nani? Kama ulivyoona, ugeni wale uliyeingia ule pale uliokuja kwa ajili ya maji ya kujenga soko na bwawa, amekuja mwakilishi yule yule ndo aliyemtuma juzi. Hakika yeye mwenyewe alikiri alisema kwa kikao hichi cha leo huko ng'ambo nikifika, wananchi wananishambulia. Na kweli angishambuliwa, pamoja ni mtoto wa nyumbani, kwa tabia ya kutuvuruga sisi. Sisi tunafahamu kuna cheni fulani ambayo inatengeneza mazingira Kidete ikose maendeleo. Lakini muda wa Kidete kupata maendeleo umefika. Na mkono wa Mungu umesimama na ndio maana tuko mpaka leo hii tunapigania kila jambo. Hata hilo soko lilikuwa linayumba kwenda Rumuma wapi, lakini mwisho wa siku limetua wapi? Kidete. Kwa hiyo kila mambo mazuri yote yatafanyika Kidete. Na nyinyi kama waandishi wa habari, habari hizi zipelekeni, zisafiri vizuri, ziwafikie waheshimiwa wakubwa, ili sisi tuonekane kama ni watu ambao tunaonelewa. Maagizo yetu kwa nini hayatekelezwi? Sisi tuna mambo mengi hapa. Tumelalamika juu ya uharibifu wa misitu, lakini taarifa zetu zinazubaa zubaa tu. Ukiuliza misitu inaendelea kuchakatwa huko, maporomoko yanaendelea kutokea miundombinu ya mifereji inaharibiwa, lakini serikali ikisimama na wananchi. Ikisema ngazi zingine zinatuvunja moyo, lakini tunafahamu sisi cheni imeanzia wapi. Huyo mheshimiwa diwani kama ataki kushiriki na sisi akae pembeni. Sisi tunashiriki maendeleo, tumeamua kumuunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan na waziri mkuu na baraza zima la mawaziri. Sisi hatuna baya nao, kwa sababu mambo mazuri yanakuja kwetu, tutalaumu nini? Sasa wasimamizi wetu kama wanakuwa wabaya, ni lazima tuseme. Sasa mi nashangaa yeye nyumbani kwake ki hapa Kidete kule ameenda tu kwa ajili ya kufanya maisha, lakini familia yake ipo hapa. Sasa anapakataa nyumbani, huyo mtu mzuri. Sekondari ya kata ipo Kidete, huyo mtu mzuri. Mimi nashauri jamani, kama kuna baraza lolote linafanyika la kata, mtendaji, unaami mkiona kuna baya lolote linafanyika hapa kwenye ofisi zetu, tuiteni wana Kidete ndione majengo haya, tutakuja siku kufunga ofisi, wakafanyia vikao kingine. Hatutaweza kukubali, watu wanajadili mambo ya kutusaliti sisi, akati ofisi zetu wanazitumia na Kidete. Tunahitaji tupate maendeleo, na maendeleo ndo haya. Nyinyi angalieni, kipimo kidogo, mradi mdogo tu umetoka huo. Waziri Mkuu alipopita kusaidia tuta la, la mwendo kasi, vijana wote wamepata ajira wa nyumbani. Hiyo ni ndoto. Kidete ilikuwa watoto wapati kazi kwenye maisha yao, walishasahau kama kuna ajira nchi lakini watu wanaanza kupata kazi. Kuna mradi mkubwa wa kujenga bwawa, kuna mradi wa kujenga soko, kwa nini watu msichangamkia? Kuna mradi wa kisima kikubwa, maana yake kutakuwa na wasaidizi, watu wanaenufaika wapi? Si wa Kidete? Msikubali mradi wowote ulioplaniwa kuja Kidete, uwe wakata uwe wa nini, mazingira yanaonyesha Kidete ndo mahala panapotakiwa pakae vitu vyote. Mimi niiombe serikali sikivu ya Kidete mnapoona mna magumu yanapitia, fanyeni kama mlivyofanya leo na juzi, siku ile kutuita. Ila kisima kauli itabaki iko pale pale, kisima kinatakiwa kichimbwe Kidete. Mwasa wana mabomba ya pande zote mbili, wanabomba kijiji chao cha kwanza, huku wanabomba shuleni na wanapita pale pale, hawataki waenda kuteka mtoni mpelejini au mtoni. Sisi Kidete tunapanda ngema, ambalo tunatapika damu sasa hivi kwa kuumia na mandoo ya maji Tunaomba serikali isimame, turudishiwe bomba letu, tulipewa sisi na rais. Kwanini sisi tu tunaonea? Kwa wenzetu yanayofanywa na serikali, sisi hatupewi. Sisi sio Watanzania? Tuna haki ya maji. Tunaomba serikali isimame na sisi itusaidie. Viongozi wetu wa chini wanatuua. Wanawake wa kidato sasa hivi tunaogopa watu kuchika mimba. Pepa mimba kama utapanda ile ngema na maji, au uwe na mtoto mchanga kama utapandisha ule mlima. Tunaomba serikali itusaidie. Inafikia hatua mama, ni kweli wanaogopa hata kubeba mimba. Sisi hapa tumezaliwa na mama zetu, na mama saizi wanatamani pia watoto, lakini wanaogopa kulingana na uzito. Waandishi nyenye ni wageni hapa, tunaposema hamwezi kuelewa. Hata mimi nafanya kuona huruma kweli, ukienda pale unaangalia wanakochota maji kule, alafu fikiria mtu atoke na ndoo kule mpaka huku, yaani kama mtu anaingia kwenye handaki kwenye shimo, anatoka na nini na ndoo. Mama kauli mbiu ya mama Mheshimiwa Daktar Samia kasema sasa hivi kumtua mama ndoo, wapi? Yeah, tuwatue ndoo kichwani wa mama wakidete, wa Kidete. Naongea kwa uchungu kwa sababu wamama wanapata shida, lakini hata sisi, mimi leo mke wangu hayupo hapa, sinabidi nikachote maji kule kule kwenye ngeme mm -hmm. Na inafikia hatua si tu kwamba hayupo siku moja, amechoka miguu inauma, lazima mini, mimi niende. Wapi hivi kazi hilo unafikiri ya mchezo? Kwa hiyo mimi niombe kwamba, yani, hapa mimi nifikiri kwamba tusiwe na mambo mengi ilhtu waambie kwamba jamani njia ambayo ilishindikana kupitisha gari saizi hiko. Kufuatia sintofahamu hiyo, Rdmmdia imemtafuta meneja ya Ruasa mkoa wa Morogoro, So Lutonja, ambaye amesema hakuna mradi uliohamishwa, badala yake wamepanua mradi huo kutoka visima viwili vilivyoagizwa awali hadi visima sita kwenye kata hiyo. hii ni Media na mimi ni Farida Mangube. Kwa majina naitwa Mhandisi Sospeter Lutonja ni meneja wa RUWASA mkoa wa Morogoro. Ni kweli tarehe mbili mwezi wa kwanza Mheshimiwa Waziri Mkuu alifanya ziara kwa ajili ya kutembelea athari za mafuriko kwenye kijiji cha Kidete, akiwa ameambatana na Mheshimiwa Waziri wa Maji, na katika mazungumzo yaliyotokea wananchi walilalamikia kuhusiana na uhaba wa maji kwenye kijiji cha Kidete na kata nzima ya Kidete. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba RUWASA ifike kwenye eneo la Kidete mara moja na kutoa kuangalia namna ya na kumaliza changamoto iliyopo. Tarehe tatu mwezi wa kwanza, siku moja baadaye, baada ya maelekezo hayo kutolewa, uongozi wa RUWASA ukiongozwa na meneja wa RUWASA mkoa wa Morogoro pamoja na Kaimu mkurugenzi mkuu wa RUWASA ambaye alimwakilisha mkurugenzi mkuu wa RUWASA tulifika kwenye eneo la Kidete, na kuanga kukutana na jamii ya pale wakiongozwa na baraza la maendeleo la kata, kwa, kwa ajili ya kuona namna gani ambayo tunaenda kumaliza suluhisho lililokuwepo. Bahati nzuri ni kwamba katika, katika mwaka huu wa fedha 2025 2026 RUWASA ilikuwa na bajeti ya uchimbaji wa visima viwili katika kata ya Kidete: kisima kimoja kingechimbwa kijiji cha Kidete na kingine kingechimbwa kijiji cha Kibati. Sasa baada ya maelekezo yaliyotolewa na viongozi na wizara yetu ilielekeza ili kwamba tuongeze idadi ya visima kwenye lile eneo kwa, kwa sababu kata ya Kidete ina, ina ina vijiji sita, kila kijiji kipate kisima chake. Kwa hiyo kwa kwa, kwa kwa sasa tumeenda, badala ya kuchimba vile visima viwili peke yake, sasa tunachimba visima sita, kila kijiji kilichopo katika kata ya Kidete kitapata kisima chake. Mtambo wetu uli, ulifika pale kwa ajili ya kwanza uchimbaji. Lengo letu ilikuwa kwamba tuanze na, na, na kijiji cha Kidete chenyewe ambapo mtambo ulifika pale tarehe tano mwezi wa kwanza 2026. Bahati mbaya kulingana na, na na changamoto zilizopo za za mto ambao umeharibu ume, ume miundo mbinu, iliyopo mtambo ulishindwa kuvuka kwenda kwenye kijiji cha Kidete. Kwa hiyo ulilazimika kurudi ili uendelee na kazi kwenye maeneo mengine, kwa sababu baada ya mtambo huo kuo ku, ku ume, umeshindwa kuvuka na kufika kwenye eneo husika kumeanza kutokea upotoshaji kwa wananchi, kwamba baadhi ya watu wanapotosha kwamba tumehamisha ule mradi kwenda maeneo mengine tofauti na maelekezo. Nipende kutoa ufafanuzi tu kwamba maelekezo na dhamira ya serikali kama ilivyo ilivyokusudia, kila eneo litapata kisima chake na tutachimba kisima kwenye vijiji vyote kwa ambayo yanafikika. Tuna, tunaona hali ya hewa ni mbaya maeneo mengi mvua zimeanza kunyesha na maeneo mengine ya na, mitambo yetu inashindwa kufikika. Lakini kwa hali ilivyo sasa, tumeona kwa kwa, kwa, kwa, kwa takriban wiki nzima mvua haijanyesha. Kwa hiyo maeneo na hata eneo la mto limeanza kuwa kulegea kwenye hali yake nzuri. Kwa hiyo tunatarajia kwa tarehe ya kuanzia tarehe 12 kesho mitambo yetu itaenda tena kwenye yale maeneo tujaribu kufika kama tuta, tuta, tutaweza kuvuka kwenye yale maeneo ya mto manake, tutaendelea na uchimbaji wa kisima, lakini ni wahakikishie tu kwamba wananchi wote kwa ujumla yake, maelekezo yaliyotolewa na viongozi na serikali tayari imeshaidhinisha, imetoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwamba vijiji vyote vile ambavyo viko kwenye kata ya Kidete tuvifikishie huduma ya maji, kwa kuanzia tuchimbe kisima, tujenge point source, tuanze kupata huduma kwenye maeneo machache ambayo watakuwa wana-, wana tuna, tunaweza kuaccess ili kwa wakati tunasubiri usambazaji wa huduma ya maji katika vijiji vyote kwa wakati mmoja.